Ni siku nyingine tena, siku tulivu ambayo tumepata bahati ya kuzungumza na rafiki yetu mm, dada yangu, rafiki yangu Kauthar ambapo yeye ni mwanafunzi wa masuala ya mawasiliano kwa umma na huko mtaani sisi tunaita kama wanahabari, so nitataka kupiga naye stori kuhusiana na habari ambazo zinaendelea. Dada habari safi? Nakumbuka ni kama mwezi umepita alijitokeza binti mitandaoni na kueneza habari kwamba amepigiwa simu na watu wasiojulikana na wanadai akatekeleze, uh, tukio la mauaji kwa mbunge anayepatikana mkoani Mwanza, ni kukabidhi silaha ukafanya mashambulizi kwa Luhaga Mpina, mbunge wa jimbo la Kisesa. Watu wakashauri kwamba vyombo vya vyombo husika vilifuatilia vili, vili swala hilo lakini baada ya muda ikaja kubainika kwamba zile taarifa au zile habari zilikuwa ni za kizushi, kwa hiyo yule binti akashikwa. Lakini ni siku chache pia zimepita uh, kwenye ukurasa wa jeshi la polisi zilitolewa uh, taarifa kwa umma kwamba ameshikiliwa na jeshi la polisi mtu ambaye alichapisha habari kuhusiana na uh, habari za, za Padri Kitema, kwenye kuchunguza kwenye kuchunguza zile nani, ile tukio, kuna mtu alitweet ali, maana yake ali alipublish habari au alipublish uhatari au habari za za, za padri huyo ku, ku, kuvamiwa au kutokuwa na yani, alitengeneza mazingira ile ile habari yake alitengeneza mazingira ya kumuonesha yule padri hayuko salama na muda wowote litamkuta jambo, hivyo jeshi la polisi limemshikilia lakini pia tumeona kuna hawa makada wa chama cha upinzani Chadema, ukimwona uh, meya wa zamani wa Boniface, lakini uh, pia mwenyekiti ulisu uh, uh, moja ya mashtaka walionayo ni kusambaza taarifa za kizushi mtandaoni. Nataka kufahamu kwa kwa, kwa kwa kwa kutokana na, na uelewa wako kuhusiana na masuala ya habari ni hatua zipi ambazo za kisheria mtu anachukuliwa au kuna kosa lolote mtu kupablish habari ambazo ni za kizushi kama ambavyo hawa ndugu wameshikiliwa na mamlaka. Naam, makosa nilipo na, ni kosa kubwa sana, na kuna yaani, kuna hatua ambazo zinachukuliwa dhidi ya hao wakosaji ambao wanafanya kusambaza habari za kizushi. Tuki, tuki tukiangalia sheria za makosa ya kimtandao ya 2015 inasema, makosa ya kutoa habari za kizushi, mtu atalipa faini ya shilingi milioni tano ama kifungo kisichopungua miaka mitatu ama vyote kwa pamoja, endapo kosa litakuwa ni kubwa zaidi. Kwa atafes milioni tano faini na atafesi kifungo kisichopungua miaka mitatu hiyo ni kwa kusambaza habari za kizushi hiyo, yeah. Ni kwa hata ambao hatujui yani, kwamba mimi sijui kama ni, ni ni kosa, alafu nikapublish yani, hata kama haujui ni kosa, ukisambaza unachukuliwa hatua za kisheria. Na hatua za kisheria, lazima ulipie faini ya milioni tano ama kifungo kisichopungua miaka mitatu ama vyote kwa pamoja sasa kwa, kwa, kwa, nadhani watu sasa wameanza kuelewa kwamba ni kosa kisheria kusambaza habari za kizushi. Lakini sasa kuna watu waga tunasema hawaamini mpaka yawakute. Upi ushauri wako dhidi yao hawa watu ambao wanaendelea kupablish habari za kizushi? Ushauri wangu dhidi ya watu ambao wanaendelea kusambaza na kutafuta na kuongelea habari za kizushi ni kwamba kama wewe ni mwanahabari, wewe ni ripota basi ili mradi usiharibu karia yako, usiharibu maisha yako, kabla hujaisambaza habari, hujaitoa kwa umma, watu waione, waisikilize, waisome, waiangalie, basi tafuta sources mbalimbali mbali, tafuta ushahidi wa kina dhidi ya hicho kitu, ili mradi ikaja ikatokea kitu unacho cha kujitetea, ili usije ukakumbana na hizo hizo adhabu kama faini au kifungo, ukaharibu karia yako, ukaharibu na maisha yako kwa ujumla. Asante kwa kutufuatilia. Nadhani umepata picha kwamba ni kosa kisheria kusambaza habari ama taarifa za kizushi, na ukifanya hivyo, nadhani madamu ameelezea vyema kabisa dhidi ya hatua zitakazokukumba. Hivyo, ukiwa kama mwanamitandao, ukiwa kama mwanahabari, epuka, epuka, epuka kusambaza habari za kizushi, habari ambazo hauna uhakika nazo, ili kuwa salama. Langu jina ni Barclay Madyane. Nilikuwa na rafiki yangu ambaye yeye ya anajulikana kwa jina la Kauthar Abdallah Lusinde. Tukutane mpaka wasaa mwingine. Shukran.